Tatu, twende kaunti jirani namba 25 ambapo chama cha ODM tawi la Samburu kimetoa wito kwa viongozi waliosalia chamani kuhakikisha chama hicho kinasalia imara na kutosambaratika ili kulinda na kuendeleza maono ya aliyokuwa nayo Raila Odinga. Huyu hapa Bonface Barasa. Siku chache baada ya mazishi aliyekuwa waziri mkuu wa zamani na kinara wa chama cha chungwa Raila Odinga, ni wazi kwamba hofu inazidi kuibuka kuhusu hatima ya chama hicho, viongozi wa chungwa Samburu akivunja kimya chao na kurai uongozi wa kitaifa wa chama kusimama kidete na kuimarisha ODM kama njia ya kumwenzi hayati Odinga. Ijapokuwa tumebaba ametuacha, ninataka nataka kuambia nyinyi tushikane, mushikane mkono ndio maana kama mulikuwa mna baba, muziende kusambaratisha chama. Tushikane kama wana Kenya, wana ODM ken, wana na tukue pamoja, tuwe sasa hata hiyo kifo ya Raila imefanya sisi tena tuwe na nguvu. Viongozi hao wanashikilia kwamba itakuwa dhihaka kwa marehemu Odinga endapo viongozi waliosalia chamani wataruhusu mgawanyiko wa kukisambaratisha chama hicho, kupenyeza chamani ile aibu ambayo itatoka. Ni kama hatutaendelesha chama ya ODM, ikuwe ODM vile baba alitaka, ili tuwe next government, tuweze kuunda kama ODM. Na mimi najua hata kwa huko mahali atakuwa peponi binguni atafurahi. Na kampeni za chaguzi ndogo za Novemba zikishika kasi, chama hicho kimeahidi kumwenzi Odinga kwa kuhakikisha kinaibuka na ushindi katika uchaguzi wa wadi ndogo ya Ng'ata na Nyeki. Imetokea wakati hii ambaye tunafanya by election, wanasema wanataka kuriwa, kufanya nini? Kwa hiyo heshima wanataka kupigia kadineti wetu kura, na ndio na utaona matokeo. Fanye kampeni ya amani na bila shaka, mimi nataka kuhakikishia wana ODM, maanake siku mbili zilizopita nilikuwa na viongozi wa ngazi za juu wa chama na niliwahakikishia hawa kuwa hiki kiti kwa mpenzi ya, mpenzi ya Mwenyezi Mungu tunaichukua. Haya yanajiri mipasuko ikikisiwa kuanza kutikisa chama hicho, upande wa katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna ukionekana kukinzana na misimamo ya baadhi ya viongozi chamani hasa kuhusiana serikali ya ujumuishi yani broad based government. Na tunaambia wakenya wenzetu yeye alitoa nafsi yake kwa sababu ya wananchi wa Kenya na pia Ninataka kuwaambia tutumishe amani kwa heshima ya baba amelete all freedom of expression samani, hata tukiwa ku ofisi tulikuwa tunawekewa watu wa NSIS. Ukitaja tu jina ya mtu ya opposition anda nyao rule unashikwa hapo. hapo ni wazi kwamba kifo cha Odinga kitasalia katika mabuku ya historia hasa y siasa za taifa la Kenya. Kibarua kinachosalia chamani ni kuona jinsi gani viongozi waliosalia chamani wataendeleza maono aliyokuwa nayo Odinga. Bonface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu. Tutoka kwa Barasa tuelekea